Mkadanganyika hata siku moja. Angalia, ushirika na watu wabaya huharibu tabia njema. Ushirika na watu wabaya huharibu tabia njema. Na ukiangalia, angalia jinsi ambavyo ulikuwa ujawa, na na kampani mbaya, ulikuwa ulikuwa ni mwoga wa mikopo, ulikuwa unaogopa kwenda kukopa, lakini ulipoingia ulipo kwenye mkumbo wa watu ambao Aya, haogopi madeni. Anaanza kukuambiaje, wewe usipokopa, wewe we, mtu gani, una, una una una una madeni? Ushakusikia tu wanamna hiyo, anasema ana kabisa waziwazi, kwamba wewe unaishije bila madeni? Kwa hiyo aina ya watu ambao unakuwa nao wanaweza wakakuingiza kwenye mikopo na mwisho wasu ukashindwa kulipa mkopo, ukajikuta unatembea kwenye madeni. Mungu akutenganishe nao watu katika jina la Yesu.